Kukosa hamu ya tendo la ndoa, kukosa hamu ya tendo la ndoa, sababu kubwa hasa ni hii hapa. Sababu kubwa hasa ni hii hapa. Tusikilize swali kutoka kwa huyu mdau wetu. Anasema daktari, akaniambia habari yako, nikamwambia nzuri na karibu. Akaniambia asante, akasema dokta, elimu ya tendo la ndoa nimeoa lakini najipata sina hamu na tendo la ndoa mke anasema mara mbili kwa wiki haimtoshi. Namba moja, amegusia anasema elimu ya tendo la ndoa lakini pia namba mbili, anasema ameoa lakini anajipata ama anajikuta hana hamu kabisa ya kuweza kushiriki tendo la ndoa na namba tatu, anasema mke wake anasema kwa wiki mara mbili haimtoshi. Kuna kitu cha kuweza kujifunza hapa. Cha kwanza, ameongelea swala la elimu. Ni wanaume wachache ambao wanaweza wakaamua kutafuta maarifa, kutafuta ujuzi namna gani ya kuweza kujikwamua katika changamoto. Elimu ya tendo la ndoa, Dokta Kuboja nimekuwa nikiifundisha kwa upana zaidi, nikiwaelekeza wanaume nini cha kuweza kufanya na nini cha kuweza kuzingatia katika mwili wa mwanamke . Elimu ya tendo la ndoa huwezi ukaipata darasani. Ni maarifa ambayo sio kila mtu anayefundisha tendo la ndoa anaweza akakupa elimu sahihi, ni paka pale utakapokutana na mtaalamu Dkt. Kuboja. Professional yangu ni mtaalamu wa sayansi ya mapenzi, manayake lazima nikufundishe kiundani nini ambacho kinachotakiwa kwa mwili wa mwanamke ufanye nini ili kuweza kumfurahisha mwenza wako kitandani umwandae vipi maeneo ya kuweza kumpagawisha mwanamke ni yapi kwa nini mwanamke anashindwa kuweza kufurahia tendo la ndoa lakini pia namba mbili anasema ameoa lakini anajikuta hana hamu ya tendo la ndoa mwanamke ambaye mwanaume ambaye hana hafurahii tendo la ndoa mwanaume ambaye anaishia raundi moja mwanaume ambaye hawezi kumridhisha mke wake kama inavyotakiwa, automatically hawezi akawa na hamu ya tendo la ndoa. Hiki ni moja ya kitu ambacho wanafunzi wangu na wafuatiliaji wangu ambao mnanitazama hapa YouTube mnatakiwa muweze kuelewa, lakini pia hata wanawake mlioko kwenye ndoa, ninaomba mfahamu hili, unapokuwa na mwanaume ambaye anaishia raundi moja kila siku Mwanaume huyu atakuwa na hofu, hawezi kutamani kuanza tendo la ndoa. Mwanaume huyu ataliogopa tendo la ndoa, na napata malalamiko baadhi ya wanaume pia wanakwepa tendo la ndoa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuogopa aibu. Ni moja ya changamoto pia ambazo zinatokea kwa mwanaume ambaye hawezi kufurahia tendo, anaweza kujikuta pia anakosa hamu ya tendo la ndoa, japokuwa, saa nyingine, inawezekana mwanaume huyo ana tatizo la kisaikolojia, ambayo anatakiwa aweze kupata msaada lakini huenda kuwa amepelekea kwenye changamoto hizo ambazo nimeziongelea hapo nyuma. Lakini pia namba tatu, anasema mke, anasema mara mbili kwa wiki haimtoshi mke wake amemweka bayana kwamba ye mara mbili kwa wiki haimtoshi. Kitaalamu nafundisha hapa kila siku, wanandoa wanatakiwa washiriki tendo la ndoa mara nne kwa wiki. Wanandoa wanatakiwa washiriki tendo la ndoa mara nne kwa wiki ni moja ya sababu kubwa sana ambayo inapelekea leo hii ndoa nyingi kutokudumu. Wanandoa wengi hawashiriki tendo la ndoa ipasavyo. Tendo la ndoa linalo wanandoa ambalo wanandoa wanashiriki kwa, kwa wiki sipungue mara nne ni tendo la ndoa ambalo linalokuwa lenye afya na ubora zaidi. At least kila baada ya siku moja unaweza ukapumzika na kuweza kushiriki tendo la ndoa na mwanamke wako. Kwa hiyo kama na wewe ni mmoja miongoni katika haya ambayo ameelezea mwanaume huyu mwenzetu ambaye ameamua kutoa ya moyoni, kwa vile jinsi ambavyo anavyoona, naweza nikakusaidia changamoto yako. nitakupatia msaada wa kisaikolojia lakini msaada pia wa kimatibabu. tunatoa matibabu ya asili kwa changamoto yote mwanaume ambaye anayepitia changamoto kama hii. ukipata msaada wa kisaikolojia ukapata matibabu ya asili ni rahisi kuweza kudhibiti tatizo lako na kurudi kufurahia tendo la ndoa kama hapo awali. Kama wewe ni mwanaume unapitia changamoto hiyo, naomba tuwasiliane ili niweze kukusaidia changamoto yako. Dokta Kuboja, suluhisho la mahusiano yako. Nipigie katika whatsapp ama niche nipigie moja kwa moja katika namba ifuatayo 0765493645 nne tisa tatu sita nne tano.